As limi limi limi limi limi, kwa majina naitwa Matias Moses, natokea Mkolani. Tatizo limetukumbwa lakini limeweza kukwamisha shughuli nyingi za kiuchumi, unaona sasa hivi wanafunzi waende shule, kila kitu ki , ha, akifanyiki upande huko, waende na upande na huko waende hapa, issue kwa imeweza kuathiri sana kiuchumi, kama kama nshu ya biashara hazifanyiki, watu wanaenda wenda standi hawafiki kwa muda, mabasi yamewaacha hapa. Eh, oh, chakufanya, chakufanya zaidi hapa serikali waangalia tu jinsi ya kutengeneza barabara hapa hivi. Ah, sisi tulikuwa tunakwenda kazini mjini, lakini mpaka sasa tuko hapo, tumeshindwa kwenda, ofisi hazijafunguliwa mpaka sasa. Kwa hiyo unaishauri nini serikali? Sasa ushauri wangu serikali wapatie watu tenda wenye uwezo wa kufanya kazi, eh, watu wenye uwezo wa kufanya kazi. Kwa hiyo unadhani kutokana na kutoka ana uwezo ambao wamepewa watu ambao hawana uwezo ndio inaletea changamoto hii ya daraja kutokupitisha watu? Ni kweli kama angekuwa amepewa mtu mwenye uwezo angekuwa meshamaliza kwa wakati, kwa, kwa muda huo aliopewa huyu. Asante sana na shukuru. kwa majina naitwa Leokadia James Hwago, ni mjumbe serikali ya mtaa wa Amani, naishi mtaa wa Panyarodi Magereza. Nikiwa kama mjumbe wa serikali ya mtaa, kwa kweli swala hili kuhusu hili daraja limekuwa kero. Watu wanalipa kodi, lakini miundombinu imekuwa ni mibovu. Mkandarasi aliyopewa hili eneo ana miezi karibia minne, yuko anacheza na hili eneo na hili eneo limekuwa kero. Inafika hatua watu wanashindwa kwenda kazini, wengine wanashindwa kwenda mashuleni. Sisi wafanyabiashara tumeshindwa leo kuuza hata maziwa, tunakosa pa kupita.